Namna tunavyopata ajira kwa vijana hawa kumekuwa na changamoto sasa. Rais ameunda ya sauti yao, tunaamini kupitia wewe tutakwenda kutatua changamoto hizi na mfumo wa ajira kwa vijana utabadilika. Mfano, mheshimiwa waziri, hawa vijana walikuwa wanaajiriwa na, na TAMISEMI, mfumo wa TAMISEMI kule awali lakini sasa imehamishwa kuja wizara ya utumishi, lakini hawa watu wengine ni walimu wametoka wizara ya walimu, wengine wa kuafya, wizara ya afya. Unaonaje tukarudi kwanza TAMISEMI au tukawarudisha kwenye wizara ya elimu kama ni walimu au afya? Kwa sababu kule ndo wanawafahamu watu wao waliosoma afya, watu wao waliosoma elimu, wakachukuliwa wakaajiriwa. Lakini kuna mfumo wa usahili, mheshimiwa waziri, ule mfumo ni mfumo mgumu kidogo kwa kuwa mimi ni mbunge na wewe ni waziri, tutakwenda kuishauri serikali, na kwa kuwa leo umerudi kuchukua maoni, ushauri, mapendekezo, naomba hili pendekezo mheshimiwa waziri lichukue. Usahili ni, ni, ni, ni sijui nisemaje, lakini awali tulikuwa watoto waliosoma wanachukuliwa kulingana na wale waliosoma mwaka, waliosoma wanaenda kuajiriwa. Leo unatangaza usahili, na nataamini kwamba hakuna rushwa huko ndani. Kwa hiyo turudi hapo kwamba usahili ni ni ni ni zoezi gumu kidogo, ni zoezi complicated, lina, linatupa mashaka kidogo. Hata vijana wetu wananiambia mbunge, ili zoezi sisi wakitangaza ajira tunashindwa kuomba. Mwingine upo hapo nyuma anacheka tu, maliza mwaka gani? 2020 wakitangaza usha, usahili ajira usahili, atajaza fomu atajaza lini, lakini kuenda kwenye usahili kule, na tuna mashaka hata kama baada ya usahili kama hili jimbo langu hili huwa kuna watu wanachukuliwa, wanaajiriwa, lakini likirudi kwenye mfumo ule wizara TAMISEMI wa kiajiri, watachukua vijana waliomaliza 2015, watachukua tuwajiri, angalau tuajiri kwa makundi, kama hatuwezi kuajiri wote 2015, 2018, awamu ya kwanza. 2018, 2025. Hapo vipi Mheshimiwa Waziri? Naomba tulichukue hili tukalifanyie kazi. Ni changamoto chache baba, lakini naomba nikupe ni tu Jambo lingine kuhusu mikopo wanayoisema, niwaombe wana Mlowo vikundi vya vijana kama mnavyo, mimi mbunge wenu sijapata hata kimoja. Vileteni kwangu ni vitambue, ili mnapolalamika huko na mimi nijue mnalalamikia nini. Nitamwona mkuu wa wilaya rafiki yangu, tamuona mkurugenzi, mtapata mikopo sawa jamani eh? lakini tupunguze masharti kwenye ukopaji wa vijana. Mheshimiwa Waziri, waziri utaliangazia hilo masharti mengi yasiwepo ili kuwasaidia vijana, kama ni fedha zao kwa ajili ya kukopa basi wakope kwa masharti nafuu sana, na mlolongo usiwepo. Na mimi kama mbunge wao nitakuwa na mikutano ya vijana kuwasikiliza changamoto zao, na huko ndiko nataka kujua vikundi gani vimepata mikopo na vingapi havijapata mkopo. Lakini tuwe na uwazi kwenye zoezi hili. Kama Mbozi kuna wakopaji vikundi mia, ni vingapi vimepata mkopo na vingapi bado, ili tuendelee kushughulika na ambavyo bado. Kusipokuwa na wazi, kutaonekana kama kuna shida. Nina changamoto nyingi, lakini mimi yao vijana ni wa kwangu na rafiki zangu, nitasema nao nikupe tu muda useme nao. Asante sana mheshimiwa waziri, karibu sana rafiki yangu, Mungu akubariki sana